Mimi jina langu naitwa Mahmoud Mohamed Musa na ni board member wa African Tourism Board. Lakini leo niko hapa na ndugu zangu hawa ambao wametoka Russia pamoja na Brazil na maeneo mengine ya jirani na wamekuja hapa kuja kutusaidia katika suala zima la kutangaza utalii katika nchi yetu. Lakini pia wamekuja baadhi yao wakiwa kama ni wawekezaji na wamefika hapa tayari, wamekusha kuonana na baadhi ya watu ambao wanahusika na masuala ya uwekezaji, wamekusha kuangalia maeneo gani ambayo yatawafaa kwa ajili ya shughuli zao. Tumeona kwamba tusaidiane, ili tuhakikishe kwamba wageni wetu hawa waje, na tuweze kuona kwa namna gani wanafanya biashara ya kutusaidia kutangaza utalii ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Ah, tunzo zile kwa kule kwao walikotokea Russia kama ni utukufu fulani wanawapa wale watu ambao wamewakinai kwamba wamefanya kazi nzuri katika kazi zetu hizi za mambo ya utalii. Na kwa upande wetu, tunzo ile ilianza kwa kupewa rais wetu wa Zanzibar, kipenzi chetu Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, na kama mlivyoshuhudia hapa usiku huu, sasa tumekuja kupata na sisi wengine. Ikiwa mimi ni miongoni mwa watu ambao wametoa wamepewa tunzo ile, kwa kweli nafurahia sana lakini, pia zawadi zile, kuna makundi mbalimbali wamepata, akiwemo mwekezaji katika hoteli yetu hii, ambapo ndo mwenyeji wetu, naye bwana Ali, amepata zawadi ile akiambatana na mke wake. Lakini pia mad madam Mariam, naye pia amepata zawadi hii, na watu tofauti tofauti wameweza kupata zawadi hii, na zawadi hii kwa kwao kule ni jambo kubwa sana na tayari kama tulivyoona hapa nchi mbalimbali mbali, tayari zimeanza kucomment juu ya hili jambo ambalo linaendelea kufanyika katika nchi yetu. Natambulika kama Dula Tela, fashion designer kutoka Zanzibar. Kwa tukio la leo tunayo ya kujivunia mengi tu mm, sababu leo wamekuja wageni kutoka nchi mbalimbali mbali, kuja kuangalia vipaji na Zanzibar na tumewahakikishia kwamba Zanzibar tuna vipaji na huu utakuwa ni muendelezo na kikubwa zaidi, tukua tunahitaji support e, yani tunaomba support iwe kubwa, ili Zanzibar ni kitovu cha fesheni na na madisaina, tunazidi kufanya kazi nzuri ambazo zinaonekana zinapendwa, na leo tumewahakikishia wageni kwamba Zanzibar tunaweza. Habari zenu, mi naitwa Irfan Rizonali kutoka Dar es Salaam, na leo tulikuwa na mini fashion show hapa at the forum tulikuwa designers tano kamili. Na mi nilikuwa mmoja wake tulikuwa na summer collection tie and dye, kila kitu imetengenezwa Dar es Salaam dukani kwetu. Uh, tulileta mambo za kiafrika kwenye modernized concept kidogo, ili watu wajue sisi sio watu wa vitenge tu tutaka design zetu zionekane na watu wa nje pia, wanaweza kuvaa. Cha kwanza natupa exposure na market mpya. Unajua sasa hivi dunia imekuwa ndogo, watu wa Germany wapo hapa, wa Zanzibar wapo kule, unaona. So hii in a way inatusaidia kwenye biashara pia, pia kupa exposure, ili watu wajue Zanzibar, Tanzania, unaona, wana talent nyingi na tuna, hii vitu kama hizi ndio inatupa opportunity kuzidisha business yetu kwenda mbele across the country, unaona sasa hivi alhamdulillah tu, tu, tumshukuru Mungu, watu wengi wana show interest kwenye events kama hizi. Mwanzo mwanzo ilikuwa ngumu sana, kulikuwa na event moja kwa mwaka, ila mara hii sasa hivi na last 3 4 years tuseme, event kama hizi zinaendelea na zinakuja mpya mpya. Kama hii ilikuwa concept mpya kabisa kwenye beach side, unaona. So na tuna tuna tuna hope Your, to, uh, the way we go forward, events nyingi zitakuja, watu wengine pia watatuwajua, na inshallah tutapata, itatuingizia biashara na kusupport pia ta serikali.